Kumbukumbu na impact ya watu wetu ilikuwa kwamba walikuja kizazi fulani wakaongezwa na Muhammad Basawad kufufua history na kutoka kujua msimamo wetu sisi kama watu hapa tutoka wapi na tuendelea wapi. Kwa hivyo ni hatua nzuri mambo haya kufika kitambo, lakini mashallah, alhamdulillah, Basawad bay tawfik, ili tuungane pamoja, huni wakati kuungana sio wakati kuvunjana wa hadha. Assalamu alaykum, alaykum assalam mimi binafsi kama Iko Wapi Zamani, kisha kujengeza vitabu nyinyi hapa mwena bodi kama Serani, mwena bodi moja kubwa, huyu ile vitabu naide historia, atakuwa ukigungwa mtoto kula mji akiuliza, atakuwa nitwa ofisi hapa hivi hapa hivi hapa hivi Nasema nyinyi no. Serani no. Kama komuniti no. Na mumeiunga mkono mia filmia no. Na sisi kwa waunga nyinyi Serani mia kwa mia mbili tungeomba no. Kama kile ya wazamani kushachengezewa vile vitabu vya uzwa na kila kitu lazima ni senti saa. So, nyinyi hapa mufungue taasisi moja yako rekodi zile mambo ya zamani tu ya wa zamani, sababu hii ni sherani ground. Tuweko hapa mkoaakiatembea hapa kama a leo, msh hatuna hata power uh, uh, ashaoaomba yani, hilo bila kuomba shukrani, mambo ambayo sisi tuyafikiria tuwazingatia kuyafanya, uh, wajua nao kivanja alhamdulillah lakini kiwanja hiki kipate kujulikana. Unajua kuna watu hawana viwanja lakini wanajulikana. unauja unajua hizi academies ambazo watu wame invest katika academies, ambao ni biashara kubwa sasa hivi, wana website zao. Kwa sisi tuna mpango wa website, pamoja na hayo pia iko fikra ambayo yafanywa kazi sasa hivi, kuwa na studio zetu wenyewe. Studio zetu wenyewe, eh tutakuwa studio kama vile katika kama stadium kutangaza mipira. Kuna radio full time kutangaza kila kitu. Kwa hivyo Waswahili sema kitangazacho ndicho kiuzacho. ki amoja na media ni taasisi muhimu sana katika mtama wetu, kwa sababu ikiwa tuna media yetu shekhe na matatizo ikiwa, kumbuka hapa Kenya, mimi niliwahi kuwa mtangazaji wakati mmoja baina ya 1978 mpaka 1984 nikisoma habari za pwani hapo Voice of Kenya, wakati eh, wa Kenyatta na Moyo. Wakati ule ilikuwa hakuna hizi radio Salam Mosi, radio Rahma, si wapi. Waislamu walikuwa na pindi vile pekee, kesho Jumaa na Jumamosi, tena usiku dakika mwisho kabla saa sita hajafungwa, watu walitia dua na Ramadhani pingine, naona eh. Lakini leo alhamdulillah, sasa hivi hii simu hii inafanya mambo yote. Sisi tuongea sasa hivi tuko hapa lakini kada habari wanazo watu wana live mubashara eh? Kwa hivyo sasa hivi tunakwenda na wakati. Kuna kitu yetu, artificial intelligence na vijana wetu uko ngangari, mashallah, alhamdulillah. Kwa tutawatumia kamilifu na zaidi, sisi tutataka kuwa invest kwa vijana, japokuwa za zakuunga mkono wazee, lakini sisi hatuwezi kwenda bila vijana. Kama ni mpira vijana, kama ni mbio ni vijana, kama ni dini yenyewe vijana. Kwa hivyo leo uweze kumtia Zinuddin mfanya marathon na kijana wake ataweka jiani. Kwa hivyo, muhimu vijana wetu. Mama sala akhlaki, haya masala ya nidhamu, masala ya integrity akifunga boli aiwasujudu shekhi nimafulia ngapi Kiislamu leo wa kimataifa wakifunga bora fuga sujuzi ni very few. Kwa sisi tunataka tu, tukilea watoto wetu siwazje mpira peke yake, lakini awe ni mtu akushibia kabla vile, sio wa hadha. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Abdul Baraza alikuwa na kitu ataka kusema. Mimi yangu eh, huyo Huyu bwana wa zawadi, kuna wakati mmoja tukazungumza naye kwenye simu, akaniambia hii mambo ya mashujaa, shujaa kuna zawadi gani? Maanake mimi ninaona tu President ana, ana wanasema wakongwe waliostahafu akina nani lakini mara tuwasikia sijui watu maumau ati hao mau ndio mashujaa, watu wa mbio ndio mashujaa, lakini hatuoni wale wachezaji. Lakini wachezaji wenyewe wakitokea ni kule kule juu juu, mbona hapo wamesusahau sasa tufanye nini? Tutafanya yetu ama zilivo, si bwana. Ndivyo nilivyosema, ushaona bwana. Akasema sasa wao, oh, wakifanya kule Mashujaa Dei na sisi pia tutasawadiwa, wala ambao ushaona bwana hmm. Kwa hivyo bwana, kutoka zamani mimi mzaliwa huko bara, lakini nimekudia hapa, unaona skodi na tumetoka hapa E, Mombasa Coast tulichaguliwa wachezaji wawili, mimi tena kutoka Mwenge Liverpool, marehemu ashaondoka huyo Dana Vedi. Tukaenda Nairobi. Kufika Nairobi squad wanakwenda German. Hiyo squad ya kwenda German brother anakuambia tunacheza usiku. Ilibidi bwana mimi na nilikuwa mzuri sana kwa Jamali ni beba nikatolewa pelekwa, akakani aveli naye akatrobiwa. Wao wakaenda, sisi tukarudi hoi hoi. Lakini hivi saa hii mimi nakwambia hata kama sisi tume, tume, tume, tumefanya yale ambayo tumefanya lakini huu mwenzetu vijana wetu vile ametuletea nini, tusimpe au? Tukasema tukitoka hapa, watu wanasema yamepita tu yani. Unaona kuna watu wanazungumza, lakini bwana jameni, tuwe kitu kimoja, tupendane, wazee sisi wazee, wao vijana wapate hey, kumbe wazee, angalia, tumekutana umefanya mkutano wao, tufanye nini? Tuwe pamoja. Kitu muhimu kingine Unajua, eh, afya, afya. Unajua afya, afya, najua afya, vile alizungumza kuna insurance na kitu kama hivyo, maanake. Unaona hivi saa hii mimi nakwambia hivi saa hii kuna kuna huyu player Amadi Amadi, namba five, sina mnamjua, yuko Likoni Shell Beach, hapa kuna nyumba moja inaitwa mzungu mchafu. hapa hapo ndio anakaa mtoto wake wa kike ndio amemwekea hapo, lakini ukisikia sauti yake, ukimzungumza naye akasema anazungumza kama kama mwanamke. Mara kidogo, nani huyo, inakuja tena huyu bwana akani akaniambia bwana, mtafute huyu bwana nikafanya bidii mpaka nikampata, nikamwambia, bwana unamjua huyu kijana huyo? Amkasema, namjua mimi, kweli nanini. Asema, mimi niko hapa, huona asali na namazi, maziwa ndio mimi, nanifanya nini hiyo koo inakuwa, lakini yuko, unaona hapa. Sasa kutembeleana, wazee kutembeleana kuna siku ya mwisho kumtembelea Hamed Break, kufika pale ukimuona, ambaye amekaa kitandani, hata huamini kama huyu nini Hamed Break Ame, amekuwa h kabisa yani hajui akusema, break, break, ni mimi ni mimi, hu ulinifundisha kurusha. Haa, unaona a tena, akalia akasema hata kuzungumza hawezi. Maneke ni miaka, hakuna mtu akutembelea baada hiyo, wiki hiyo ashaenda. Tukarudi tena, rifari saidiali, yeye yuko pale amekaa, lakini ikifika pale atapelekwa kwenda kuswali na kurudi, haoni mtu yoyote kisha anakwenda kula. Sasa siku hili tuwamtembelea, hajui hajui. Sasa akiulizwa ha, hajui kitu, ndio tuamwelezeane, zizi hivi na hivi na hivi na hivi, tua dua na nini. Ah, ameondoka. Tukatoka hapa tukaenda wapi, Kibokoni na soro anamjua Nasoro. Hmm. Uh, coach. Uh, uh, uh, uh. Hawezi, ha, na ah, kutembea kwake hawezi tukamtembelea. Ah, nashukuru, nashukuru. Hakuna mtu ambaye anakuja kamaliza bwana. Tulikuwa tukienda mii twahambara coach Kouchi... Tahir kochi Tahir. Na kochi Bagazali na wote, ilikuwa siku ya Alhamisi, tunapigiwa simu, bwana leo tumtembelee mwenzetu hivi saa hii. Sasa mimi nasema huu mwenzetu mzee wetu amecheza naye mpira Mahmudu Abbas, naye pia atembee, yuko Shakeri, Shakeri, Shakeri. Eh, Shakir naye sasa, unaona una, watu kama lazima sasa hivi saa hii, nani anaweza kusema ati oh, mashujaa atatajwa kweli? Kama sisisisi sisi tukishikane, alafu tukisema mwenzetu bwana, hey, huyu. Tusiposhikane hivi, wanatondoka tunadondoka, kila mtu anakwenda anakwenda. Kwa hivyo kitu mu... hata nimekuwa kuna, kuna rafiki yangu mmoja Uh, uh, yuko Tanzania kijana, ni mzee lakini alichezea timu ya Naset, yeye ni memba wa Young Africa. Na akaja akazungumza akasema, mimi na yeye akazungumza na nani na, na Sunday Manara aseme bwana na, na mzee mmoja huko wamfahamu wewe Abdul Barazi, asema ah, yule bwana tulikuwa tulikuwa tunazungumza na yeye lakini hatujaonana mpe salamu, mwambie aje awe memba naye. Nina memba hata nipa kadi Young Africa na mimi nilikuwa mtu wa Simba, lakini <laughs> baadaye nikaona pana sa nani sa nani huyu sa nani, Kitwana Kitwana ni mtu wangu, rafiki yangu, alicheza Fesal kushona wakati mwingine tukaenda tukumtembelea na eh, Ali, Ali Mbarak. Sasa hata kutembea bwana, yeye ndiye alikuwa chairman wa, eh, wazee wa kazi Dar es Salaam, lakini nikasema, ah, haya kibaleni naye mwenyewe huyo. Akaja akaniambia bwana, mimi nataka nisaidie kukocha hapa timu yoyote hapa. Namwambia ndugu yangu hapa, nani atakulipa akanipa certificate zake, alifanya wapi Germany. Anaambia bwana tutote tu bwana fanya, anamwambia ah, si ndakwenda <laughs> nani atakulipa bwana? hizi hivyo hivyo tuka, yani hivyo hivyo hivyo hivyo, unaona. Kwa hivyo hata juzi wamekuja, aha, nyingine eh, juzi juzi juzi, si Tanzania Uganda na Kenya, umesikia? Umesikia kwenye wamecheza game yao siku ya eh, Oktoba tarehe moja, yaani kusherekea wakongwe yani mashujaa haya mashujaa. Sasa eh, nani alienda huko kutoka pwani? Hakuna isipokuwa tu Bagazal kwa sababu rifari tunasikia ndiye alienda. Mimi nikampigia simu bradha yangu mdogo Abdalla akanipigia simu sema mi nimeona King eh, Abdalla wanacheza Tanzania, unafanya mazoezi we uko wapi bwana wazee? namwambia <coughs> mimi sijui, akanaambia mpigie, si Bob Ogola ama Josuat Murira. Nampigia anasema, ndugu yangu, mimi wajua sisi hatukutaka watu, kwa hivyo sisi watu wa Nairobi. Nikajua ehe, ni hayo hayo ambapo mwaka wa 2011 Kikwete alitu alitua liga kule Tanzania kusherekea miaka yao. Wakasema wachezaji kumi kutoka Nairobi na wachezaji kumi kutoka Tanzania, hata kama wale wakongwe. Ukamchukua break na Alikaju, tukaenda sasa. Alikaju mwenyewe akiingia feri anasema hii mbuzi iko hapa, mbuzi ushaona bwana eh. Tukaenda, tukifika Dar es Salaam akatupotea mpaka saa tatu ndio akapatikana lakini tukaenda vizuri, wakatualika vizuri. Lakini hao jamaa waliporudi, watu wa Nairobi, ilibidi mimi, Albaraka anipigie simu, anaambia bwana, nenda hotelini kule hakuna mtu. Mimi nikifika hotelini na Kitwana kidwa, yuko hapa ananikaribisha mimi, hebu niambie na yeye ni mkeni, nikamwambia Tanzania bwana, mpaka mwisho. Hata hawakucheza hiyo gemu ya mwisho hiyo. Albaraka akanipigia simu anambia nienda ukawachukue ulete Mombasa, tutatengeneza timu yetu ya? Ya, na tukacheza wakafurahi sana, akaenda tukalala kwa hoteli yake huko. Siku ya pili tukawapeleka kwao, mwisho wakasema, Kitwana anasema Nairobi sikanyage, kama ukanyaga na kunyaka, coast. Unaona bwana. Sasa mimi nimefurahi sana wazee wangu vile mlivyo tuwe hivyo na tu, tuwe kitu kimoja maanake si... Kuna wajua watu wengine hawaamini, yani hawaamini huyu mwanadamu huyu bwana, hata yani sijui anasema iko wapi zamani, unaona bwana. Lakini anasema ah, watani, twende kama eh, twende kabisa bwana, tuone mbele namna gani Mwenyezi Mungu atatupa bwana, inshallah. Kwa hivyo bwana bazawadi eh, shukran. Utaenda wapi? Utarudi nini bwana? Tutataka tuwe na wewe bwana, na inshallah, mipango mipango kabambe iko na itajitokeza karibuni, na kila mmoja atakuja kuona kwamba hili jambo si mchezo, kwa sababu tuna watu ambao mashallah wako, wako very serious na hili jambo na tumechukua watu wenye ujuzi wa mbali kwa mbali huku, mambo ya education, mnyasikia Iko Wapi Zamani si mchezo tu, tutakuja ingia katika sekta ya kimasomo, yani tuubadilisheni mjitamaa wetu uwe unakwenda mbele kihakika, na inshallah ziko karibu njia za kunino. Tumalizeni mkutano wetu tafadhalini, tusichukue muda, na wapisha tena watu wawili, labda Sheikh Rahim na, na mwenzetu pale utapata, akimaliza sasa lakini kidogo tufupisheni tafadhalini, bismillah. Asalamu aleikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi kufika hapa kama wazee wa grupu Iko Wapi Zamani. Nikiangalia sura, hata siamini, siamini Wallahi, kweli iko wapi zamani ndio hii. Lakini pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa umri kama huu mpaka tumfika hapa, na akatupa mazingatio ya kufikiria jambo kama hili kuwa ni muhimu. Ni muhimu na sisi tukajituma, si mara moja, si mara mbili, kujitolea kuja kusimu mahali kama hapa. Tuseme alhamdulillah rabbil alamin. Kitu chengine Tumshukuru sana ndugu yetu Basawadi, tumshukuru sana sana, na Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu na ampe mafanikio sote, sote, amen, kuanzia hapa alipotufikisha na huko anakokwenda, twajua sisi tuko kwenye nyurunyuru hivi -nyuru sasa. Mimi nakuja ni mgonjwa, lakini nimesema mpaka nifike Nikiingia hapa nauliza, na mbona kuna mkutano? Nakwenda kujisaidia, nikirudi ndio naona kofia hizi ngalia. ah, Mungu huyo, anaambia wenzio wako hapo ndani, iko zama, iko wapi zamani iko hapo ndani, ndio nimeingia, hata naona haya, mimi naona kumbe nimechelewa kabisa. Umefika. Nimefika. Alhamdulillah. Yaliyozungumzwa ni mengi na bado tunayo mengi lakini mimi nasisitiza mimi nina uchungu sana kama alio